Kumbuka, unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, ikiwa ni saa tisa saa za Afrika ya Kati, kumi majira ya Afrika Mashariki. Ni Rajabu Wakili Kabonga, the one and only town DJ, pia aliakurushia haya matangazo, baba la baba, mzee wa Ngwasuma. Um, kama kawaida niko na ndugu yangu Rafael. Karibu bwana, asante sana na shukrani kwenu nyote, natumaini tuko pamoja tena kwenye kipindi hichi kenye Baraka One TV. Yeah, kipindi habari na maelezo bwana, hapa tunakuwa tuko nafasi kubwa ambayo wananchi wanapata mambo mengi kutoka kwetu. uh, katika ambayo tuko nayo, tuna vitu vitatu vikubwa ikiwa ni Um, sheria ambayo inasadikika inaweza kutengenezwa na wabunge ya wale wote ambao walihusika na uasi kuto kushiriki eh, katika nyazifa mbalimbali za serikalini. Nadhani hiyo itakuwa ni habari muhimu ambayo takwenda kuyazungumzia leo kwenye Baraka One TV, ili watazamaji wote watazamaji wote wapate kunufaika na sheria hiyo ambayo ni ya muhimu sana, kwa upande mwingine kwa wakongomani ambao eh, kuna kuwa mauaji ambayo inajirudilia kila wakati, kufuatana na watu ambao wanataka kufika kwenye wazifa fulani anatakiwa ingia kwenye kundi la rebellion. Mm, na pia Ituri huko E, eh, waasi wa serp yake Thomas Lubanga walijaribu kushambulia kambi za kijeshi za wanajeshi wa maji wa FARDC, lakini wakalambishwa mawe kwa kutwangwa vibaya mno. Nadhani hiyo ilikuwa ni mapambano mazuri sana ambayo imeonekana hapo maeneo ya Ituri ambayo kiangalia hao waasi walikuwa siku nyingi sana wajaanza shambulizi lao, lakini walianza hilo la kwanza, na ndio kakutana na chochote kicha. Na pia ulikwenda kutembelea msemaji wa wazalendo cordua, wa wazalendo e, wa mratibu wa wazalendo jana jiji la Uvira, bwana Semadari. Eh, nafikiri e, mna mengi ambayo mmezungumza, mengi sana ambayo tumeyazungumza na Semadari ambaye kwa jina maarufu wanamuita Mwami Wembasi tumeazungumza mm -hmm. naye mengi sana ambayo ni ya muhimu sana kwa watazamaji wote na wale ambao wanapenda nchi yao wakiwa na hali ya kiuzalendo. Naam. Uh, karibuni sana na usikose pia kutembelea Mwangaza Television, Mwangaza TV eh, ambayo ni branch ya Baraka One TV pia, na huko utakutana na interview za kutosha, ili wa kwanza pia kupata matangazo yetu Mwangaza TV, tafadhali like pia subscribe Mwangaza Television itakuwa ni jambo la maana sana nafikiri. Umeona Mwangaza pia ndio? yeah, tumeona uh, Mwangaza ni TV yetu mm -hmm. branch ya Baraka One TV ambayo tunafanya kazi kwa sababu unakuta kazi zipo nyingi huko sehemu moja elfu mm -hmm. inatakiwa tutumike sehemu zote ambapo utasaidia wale watazamaji wanufaiki na habari za kutosha. Unai... na kwa muda ambao unahitajika unaiona Mwangaza TV itakuwa vipi kwa siku zijazo? Nisiwe msemaji sana lakini uh, Mwangaza television itakuwa vizuri kwa sababu kwa hali hii ambapo tumekianzisha, mm -hmm. nadhani watazamaji wao katika ule mkao wanasemaka, mkao wa kula yeah. E, ile wasubiri matangazo ni mengi sana na ikiwa kama wewe bado aujakuwa abone pale. Mm -hmm. E, ujielekeze sehemu hiyo ambapo kunakuwa kengele unafyonza pale, mm -hmm. basi utakuwa kwanza, kila wakati unapata matangazo yetu mapya ambayo utakuwa tuna post kila muda ambao unahitajika. Okay. Sasa asimwe bagu ma Samuel kutoka Czech Republic, Afrika Kusini, Mohamed a Afrika Kusini, Kandeke, uh, State Bionde, Klamba, Mao Kiza, Kizabe Ayeba, Kiza Salum Asani Ramadan, Mashaka, swala la E, wabunge ambao wanatakiwa kutengeneza sheria ya kuwazuia wale wote ambao walihusika na rebelio kuchukua nyazifa za serikalini ikiwemo kugombea ubunge, kugombea urais na mkuu wa mawaziri na watu wengine. Je, hii itakwenda kukomesha e, makundi kwamba watu kuwa na hamu ya kuingia mrebelio ili kuaksede ku maposti za, za serikali hii itakuwa ni sheria nzuri sana ambayo itasaidia wakongomani wengi sana, ambao ukiangalia ni wengi sana wakongomani wameyapitia hayo, na inakuwa ni kama vile ni kama mchezo ambao kanachezwa na wafanya siasa fulani. ni ni fulani, nikitaka niwe sehemu fulani, natakiwa nianze fanya kitu fulani. ni niseme kwamba tuanze kwa, kwa mfano kwa, kwa rais ambaye ni Mobutu. Mobutu alipiga kudeta na alifanya uasi, afanya rebellion naye, na wakati huo alikuwa vile vile ameonekana alikuwa me, alikuwa major mm. wakati huo alikuwa askari kabisa na kaingia mrebelio mkundi la, maguguni mm. na akapiga kudeta kwa rais kwenye miaka ambayo ni rais wa kwanza amewahi kuongoza miaka mingi sana, miaka thelathini mm. na mbili mm. na lo Laurent Desiré Kabila ambaye vile vile alikuwa katika masuala ya uasi akapambana na Mobutu akakimbilia huko Tanzania akarudi. Ilikuwa mm. e, ni maswala tu yakuangala kwamba atakimbilia kwenye urais mm. na siku baada ya kufika ikafika, e, ni muda wake ambao akawa rais e, wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joseph Kabila vilevile alikuwa katika kundi la Maguguni ambaye hivi hivi ametoka kuhukumiwa na korti na vilevile alikuwa amejibadili ah, jina mm. tuseme kwamba ni political name na vilevile aliingia katika kundi la maguguni na kusaidiana na baba yake, niseme kwamba alikuwa babake kama vile babake alikuwa kama vile mlishi, babake mlishi Laurent Desire Kabila. Na vilevile akawa vilevile kwa kwa wakati wake akawa rais. Hiyo hiyo ikawa ni njia ambayo wafanya siasa wote na wale ambao wanahitaji kuwa marais wapitie na Jean-Pierre Bemba akakamatia hapo hapo. Ila hapo uh, uh, kwa Jean Pierre Bemba ndiye mimi gisi ninavyoonaga rebelio ya Jean Pierre Bemba ilikuwa ni nzuri, tofauti na na ya Laurent Désiré Kabila, RCD na CNDP. Kwa nini? Jean Pierre Bemba yeye alikuwa anapigana contre Bavise. Ndio. Alipigana ka dhidi ya ya AFDL. Ni balikia na Rwanda bana, na banana banana. Kwa hiyo yeye akawa na anatetea ndo Uh, bulongo. Kwa hiyo Jean Pierre Bemba sio wiki namkosidere kama rebel. Kwa sababu ukiangalia armee yake iliweza ingia mu -e FRDC. Na no. Baya wahi kuji kufanya ku, ku ma, mama ma, nyanga sai ya Masende pe ba Afdeli ba ba ba ba ba, ba, ba nani ba RCD uh, ba Rwanda. Nadhani wapande mwingine tunaweza tukasema hivyo kwamba Jean Pierre Bemba hawezi kuwa considere kama eh, kama vile muasi ambaye alifanya lakini uh, alitoka kufunguliwa hapa kwa siku ya miaka zilizopita hapa kutoka CPI eh, kwenye mahakama ya Umoja Mataifa kwamba alifanya ukiukwaji na kufanya mauaji ya haki ya binadamu na, na ile ikaonesha kwamba hata kama alikuwa anajitahidi kufanya ku, uh, kupambana na wale ambao wanataka kuvamia nchi lakini vile vile kuna sehemu nyingine alifanya mauaji ambayo ilikuwa ni ya raia, ndio maana alijitwaga huko na kafungwa huko. Yeah, nafikiri makosa yake yalikuwa ya ni kwa ajili ya makosa ya Afrika Central kwa ili, ili nikimalizia na wakati huu ambapo Rais Felix Tshisekedi anaingia katika uraisi uh, wake na anaongoza nchi ya DRC hmm. Unakuta anakutana tena ghasia za walewale wale ambao wanahitaji nao wawe marais hmm, na ghasia hmm, hiyo amekutana kwanza uh, kwenye rebellion ya ha, Malanga ambaye alikuwa anataka apige mm, kudeta ndio Christian Malanga. Ndiyo, Christian Malanga <laughs> na baada ya hapo kone, nanga wanasema mm, Christian Malanga sinon concret, yaani yeye alikuwa na objectif yenye yi, iko precis, ndio anaingia mu Palais de la Nation vilevile <laughs> Corne Nanga vilevile mm, na vile vile vile akawa anasaidiana na Joseph Kabila, ambapo yasemekana na kufuatana na utafiti ni kwamba wanaungana. Ndiye na Joseph Kabila Corne Nanga kuvamia na jo viongozi wakuu wa mm, makundi la M23 mm -hmm. na Rwanda Defense Force inakuwa na waunga mkono ambao ni jeshi la nchi jirani ambao tuseme kutuzani kwamba ni wa jirani mwema, kumbe si wa jirani mwema, na UPDF iko ndani, ndio, na UPDF iko ndani. Na hiyo yote nakutanisha ni kwamba ni mauaji na vita, na watu wanajiingiza katika kundi la maguguni la magaidi ili waangalie kwamba, baada ya hapo, kwa sababu ukiangalia na wakati wana, wamesha kamata hii ideolojia kusema kwamba wakiua wa marebele, baada ya hapo wakitesa raia, wakiua raia wengi, kwa kupitia huruma zako wewe rais, ukiona kwamba wasiniwie raia acha ni saini mikataba fulani hivi ambapo hawa watu watakuja kuingia kwenye mm. kwenye government yako na wakiingia kwenye government yako, wanatafuta mbinu za kupiga kudeta, kupiga kudeta apu, na kisha kudeta hapo naanguka na wanakamata wanakamata, na kutanisha kwamba hawatafanya uh, hawatafanya malengo ya kujenga nchi mm. -hmm. itakuwa ni malengo ya kutafuta vitu vyao binafsi, kwa sababu wale watu wakitoka kwenye urais hawako wanabakilia Afrika, wanataka kujielekeza nchi za Ulaya wanafanya mambo ya kwa mm. na hiyo nakutanisha kwamba ikiwa kwamba hiyo sheria itashikiliwa kweli vizuri mm. na mabunge wa taifa wanaichukulia kweli kwa umakini, itakuwa inasaidia mm. nchi ya Kongo kuendelea kwa sababu ni itakuwa ni magera repetition kila wakati vita vinakuwa vinajirudilia kila wakati mm. Yani mimi roje seko nikisema kwamba nahitaji niwe rais, naingia porini kule nachukua kundi la maguguni Nga, nafanya mauaji baada ya tunajelekea Sun City doa mazungumzo mm. na mm. hapo na mimi nakuwa eh, ah, sehemu fulani hapo naanza kuwa nafanya kwangu. Na hiyo unakutanisha kwamba ni wale ambao wanaua raia ndio wanakuwa wanapewa vipao mbele kwa sababu wanakwenda kwenye mazungumzo. okay. na ndio maana unakutanisha inchi kubwa kwa kisiasa mondiale zinasemanga kwamba hazina muda wa kuzungumza na marebeli negotiations na, na rebeli na terrorists. Okay. So, uh, nafikiri kwa hilo hapo litakuwa limeeleweka. Tuchukue swala la pili. Mapigano yamefanyika Ituri. Ni sehemu gani hapo? uh, mm. niseme ni sehemu ambayo inaitwa Kasenyi na Nyamamba. Kasenyi ndiyo na Nyamamba, ambapo ha, hali ilikuwa sio ya kufurahisha kwa wakaaji mm, kwa sababu kumerindima mziki wa risasi mm -hmm. na raia wakawa wanajihisi wa, wana kweli kwenye mapambano kabisa kwa sababu hao watu wa Tomalubanga yapata siku nyingi sana walikuwa wako kimya, Leser yeah. Waliweza waliweza pigwa sana sehemu mbalimbali, ndio wakasambaratikana. So walivyoenda kule kwa sababu Leser iko suteni na Uganda, wakakuwa reinforce tena na Uganda. Ina maana UPDF uh, yenyewe iko nafanya kazi ya operation shuja, uh, ni operation shujaa. Ndiye. na na FRDC ndo wale wale wenye wako wanapatia silaha CRP na ndo wale pia ambao wako wanapatia silaha ADF nalo na ADF M10. Kisha baada ya kupigwa kwenye vijiji mbalimbali wakasambaratikana, wakaenda wakajikusanya tena wakarudia. No, uh, walivamia kambi ya ya FRDC vikosi vya majini ndio. Na hii inaonyesha kwamba uh, jeshi la taifa FRDC hiko na inatumika kwa kwa pamoja na jeshi ambao kutanisha ni wanafiki kwa upande wao. Mm. Um, mfano hiyo jeshi la Uganda ambao ina support ya FARDC kutafutana na hao magaidi ambao ni ADF na sio tu wa ADF na kwa vile vile kundi ambalo ni uh, la magaidi wa Islamic State ambao wako walifanya mauaji katika siku zilizopita na kwamba mm, hata vitengo vya uju, ujasusi vya Kongo vilisema kwamba hiyo bendera ikionekana inaashiria kwamba hao watu wanafanyaka mauaji ya ajabu. Mm. Na hiyo wote tunaonyesha kwamba ni magaidi marebele ambao wako wanasupportiwa na nchi ya Uganda ambayo ni ya Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye mtoto wake vile vile ambaye anasema kwamba atachukua nafasi ya baba yake huyo Yoweri Kainerugaba, ambaye mm. na kila wakati ukiangalia anakuambia kwamba kuna kabila fulani ya, waka, ya watu wao ambao wanapatikana huko maeneo ya Ituri na kiwa atavamiwa hapo na hata hata kusa kuvamia na nchi ya Kongo ha yeah. Kwamba kuna inchi fulani zinajipiga kifua kwa kuonesha kwamba uh, wao ni inchi ambazo zinaweza zikapambana vizuri na Kongo, na wakati Kongo ni ina jeshi ambayo iko vizuri. Iko vizuri kwa upande moja, niseme kwamba ni ile tu kwamba uh, sheria na commandement ndio kuna kuonesha iko kama vile inapingana na sehemu fulani. Okay. Um, na kilichofanya mpaka uende uh, kumtafuta Samadari ni, nini haswa niseme kwamba ni lazima mafollowers wote wa Baraka One TV wanufaike na habari ambazo ziko za ukweli sahihi na zenye uhakika. Ndio maana tumetoka tumejielekeza kwenda kuonana na Samadari ambao wanamuita kwa jina maarufu Mwami Wembasi na tumepata muda wa kufanya mazungumzo yetu ya dakika kama zisiyopungua hivyo, na tumezungumza mengi sana. Jambo letu la kwanza ilikuwa ni kusema kwamba kwa nini milio ya risasi inapigika Uh, sehemu fulani fulani maeneo ya Uvira hii hmm. Ikawa ni fursa tuambie, kwa sababu watazamaji wa Baraka1 TV wanaweza wakasema kwamba hawa wanajitungia, lakini tusikie mwenyewe kutoka mdomo ya kiongozi mamratibu wa wazalendo katika mji wa Uvira hmm. E, ikawa ikaonekana kwamba kwa upande kwa wake akajitetea kwa kivyake kwamba ni wale maskari ambao nakuta wamepiga maji mengi sana, wamepiga mtungi wa kutosha mm. Na hii inafanya kwamba wanapiga masasi kiolela, mtungi na moshi na mosh. Akasema kwamba wanakuwa kwenye jihada za kufanya kazi yao, watafute wa, wa organize kundi ambayo inaitwa peme mm. polisi militari wa kizalendo ambayo itakuwa yote mwenye napiga mm. bunduki kiolela chasi kiolela mm. anashikwa mm -hmm. na nawekwa nguvuni na anahukumiwa kufuatana na na nani na sheria za kijeshi. Mm -hmm. Na vilevile tumezungumza kuhusu mapambano, tumemuuliza maswali kuhusu mapambano ambayo yameendeshwa huko maeneo ya, ya Zibira ambapo habari zimesemekana Zibira iko katika mikono ya waasi wa, wa maguguni wa M23 mm -hmm. lakini niseme kwamba niseme kwamba kufuatana jibu ambayo ametosha, Zibira katika mikono ya jeshi la taifa FARDC. Hebu tumsikilize kwanza yeye kuhusiana na na Zibira, anasemaje? Kwa ajili ya Zibira, Zibira ni territoire. Ndi. Na ile territoire kote moya kuko wazalendo na FRDC. Ndi. Na kote ingine kuko hao wa majangiri wa rugaruga wa wa M23, unaona ni kama vile ni kama vile territoire ya, ya na vile ya Uvira Ndi. Uh, unaweza kusema leo M23 iko Katogota. Ndiyo. Sio vile? Ndiyo. Wanapita wanasema tunakamata Uvira. Sababu ukumbuke wakati ya ya, ya RCD. Ndiyo. Walikamata Ndunda wakasema tunakamata mji mkubwa wa Uvira inaitwa Ndunda. Ndiyo. Tunakamata Kigoma mji mkubwa wa, wa, wa Kongo Kigoma. Omumake son petit village wenye hali na taso. Hmm. Mon problème ya Njibira, eh, ni ile? Nzibira, Nzibira si territoire parti ya Kavambi, wa Zalendo na wa FRDC, jo wako pale Nzibira. Mm -hmm. Ya un petit morson ambayo sasa kwenye vijana walikuwa kwenye, eh, changamoto wanafanya eh, wanafanya e, eh, e, nini nini sport mm eh, nyuma ya pale adui kaingia pale, wana journalist sio kusema kama Nzibira yote na kamatiwa na adui hapana, na hatuwezi kuacha Nzibira, sababu tukiacha Nzibira tunapatia mlango wa adui kuendelea Mwenga kuendelea Kamituga na kuendelea fasi zingine. Nawapatia dakika kidogo na siku kidogo Nzibira, wale watu watakimbia pana. Ndio majibu yake hayo ambayo ametosha samadari kuhusu uh, masuala ya Nzibira, na tumezungumzia vile vile masuala mengine ambayo ilikuwa ni kuhusu ma kwa sababu mitandao kijamii kwa sababu magaidi M23 wanajifanya kwamba sehemu yao ya maalumu ya kutaka kuweka raia kwenye uoga ni mitandao ya kijamii. mm -hmm. Na vile vile kuna habari ambazo kwa zikisemekana kwamba uh, ma Blackwater jeshi ile li ambalo limetoka Marekani simamesha kwa maeneo ya plende la Ruzizi kufuatana habari na video ambazo zilizungua kwenye mitandao ya kijamii. Ni habari ambayo imekanunishwa imekanushwa kusema kwamba hawako na bado hawajaonekana na hawajafika sehemu hiyo, kwa sababu mm. -hmm. mavideo me, imeonekana kwamba kuna helikopta imeacha uh, jeshi la Umarekani Blackwater plaine de la Ruzizi huko bondeni wa mto Ruzizi. ni habari za kuongo. Mm -hmm. Na ha, tumezungumza hayo na mengine mengi, tumezungumza vile vile swali ambalo uh, je, kuna kuna sitofahamu kati ya jeshi la taifa FARDC na Wazalendo, amesema kwamba uh, kuna kuna mazungumzo mazuri na kuna collaboration nzuri sana kati ya Wazalendo na jeshi la taifa FRDC. Yeah. Ndio maana hiyo ina inatumana wanatumika kwa pamoja, ili kusaidiana kupambana na na gaidi huyu ambaye alitaka kuvamia mji wa Uvira, lakini amekutana na kibambazi, amekutana na kichapo hapo maeneo ya Katogota. Ndio maana ikawa ni mwisho wake, kwa sababu ilikuwa ni kama mtu ambaye amevuta bangi, amekuja amekuja na ghasia mengi kutoka Goma, Bukavu, amefika kwa Katogota, amebaki jana tulia hapo kama ni bangi imevuta sitatudia hapa, hmm. Nadhani hii imeonyesha kwamba jeshi la taifa na wazalendo wako vizuri, na katika yote, neno lake la mwisho ambalo alizungumza ni hili hapa, ambapo tumsikilize. wenzake hao nao lazima wawe kondani, amo? Amo. Amo. Amo, ndio kwa sababu adui anayegeuka, raia anayegeuka nchi yake, huyo ni mtumwa wa akili na nileo, na ninaomba wale vijana wote Ninaomba wale vijana wote kwanza hii mtaikata. Ndiyo. Wale vijana ambao wamekwenda kujiunga na M23. Ndiyo. Watoke kule. Ndiyo. Ni ujinga, ni upumbafu. Ndiyo. Wakati wao Wanyarwanda wanatoka kwenye serikali ya nchi ya Kongo. Ndiyo. Waende kujiunga na wenzake Wanyarwanda na siasa mbovu ya kitusi. Ndiyo. Sasa nyinyi wa Kongomani mnafanya nini kule kwa Wanyarwanda? Ndiyo. Wanaokufa ni wa Kongomani. Wenzako wa Kongomani, njoo wanakufa wanaosumbuka ni wenzako Wakongomani. Sasa wewe Mkongomani uende kujiunga na mwenye Rwanda, mtusi wa Rwanda, kwa nini? na huyo anamsikiliza alikuwa alikuwa ni Semadari, mratibu wa Zalendo naina jiji la Uvira, na ilikuwa ni exclusive interview na mwandishi mwenzetu ambaye tuko naye hapa kwa studio. Uh, ilikuwa ni ngumu sana kufanya interview na na na Semadari. Ndio, ilikuwa nguvu sana kwa sababu, tumejituma kwa sababu unajua kama viongozi wa kizalendo yeah, kila wakati watu wanakuwa kuna muda na wanafanya ya kwao yeah. Na ili tuwape watazamaji wetu Baraka1 TV habari za kweli, ni lazima tujiponde, tujipe muda wa kumsubiri mm, chochote atakachofanya, ili baada hapo tupate muda mwafaka wa kufanya mazungumzo, interview, tumuulize maswali muhimu. Lakini najua wakati mwingine tutakuwa na mengi sana kumuuliza ya, yeah, uh, muda wetu pia unatupa mkono. Hiki kipindi kimekuwa na dakika 15 na, na sita saba hivi kufika mpaka 20. Lakini dakika zimekuwa ni, ni chache mno. So watazamaji watatu watatuambia kwa sababu kila mmoja tunafanya, tunafanya kwa ajili yao. Kama wanaona kwamba hiki kipindi, uh, sababu kinaendeshwa na watu wawili na kama tutaongeza dakika basi watatuambia. Kwa hiyo unaweza mkumkatwandikia kwa comment kwa dakika tuongeze ama tubakie pale pale. Sababu so, mambo ni mengi afu muda hakuwa kuni ni mchache. Una nini la mwisho wa kumalizia? Niseme kwamba ni hili tu, lakini vile vile habari ambazo tungekusia kwa sababu muda wote ni mchache, ilikuwa ni kuhusu government ya Kongo kukataa kusaini mkataba na government ya Rwanda kwenye dakika za mwisho, ambayo ilikuwa ni mazungumzo tayari yameshamalizika. Na hili niseme kwamba kila wakati tunakuwa tunajipa muda kutafuta habari ambazo zipo nzuri na za kweli, ya hilo tutalikazia sana kesho, rafiki zangu. Kwa hivyo vizuri, asante wewe, ndio hapo ndio itakuwa langu la mwisho. Okay, um, asante kwa wote, usikose kutembelea Mwangaza TV eh, Mwangaza Television ili uendelee kuwa na enjoy mambo mengi kutoka kwenye grupu ya Baraka One Media eh, unajua B1 Media ni jumba kubwa, kwa hiyo tuna media nyingi mle ndani yake na ni wewe tu eh, unachagua iki na iki mambo, sawa? So tukutane majira ya saa kumi na mbili kenye mitazamo wetu.